He, leo nimepata dem fulani na nataka uh -huh, nifanyie mambo. Poa. Nikuite nani? Samantha. Nikuite Samantha. Samantha, uko wapi na kila mtu akitaka kujua uko wapi? Mi nakaa Kariobangi. Uh -huh. Nakaa na sisi wangu huko. Yeah, basi tunafanya one two one two hivi, tunafanya one two one two. Samantha, my date. Yeah. My date wanaume wangapi? mm. Uh -huh. Uh -huh. Karibu watano hivi, karibu <laughs> watano hivi <laughs> mganga mwenye alikulunisha ukasikia kale ka uchungu, tumjue jina yake. Jina tu ndio ndakujua? Mbona unataka kujua jina yake? Sikujua tu, tuone nani alikutoa ako ka uchungu. Ndio ka unajua, kuna ka uchungu fulani kwenye domo anatoanga mwisho mwisho, ndio tuone nani, tumtambue tu, tujue ni nani? <laughs> Anaitwa Brayo. oh no. oh no. <laughs> na staili gani yenye mayo mpea tamu? tena staili pia? <laughs> no, no, no, no. Hey. <laughs> <laughs> ama amayekupiga shoti ngapi? Mbili upiga? <laughs> Mbili na hiyo mbili ulirizika nayoniite hey. okay, Ras Mmoja ukiwa kwa channel yangu ya TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Bado tuko hapa na mtoto wa nyumbani, mtoto wa nyumbani Omina, bado ukiwa hapo itete koenzo bado tunamtambua tuko naye Nairobi, bado shea na